Tanzania ikiwa inajiandaa kushiriki mkutano wa thelathini wa wanachama wa mkataba wa Umoja wa Mataifa kuhusu mabadiliko ya tabia nchi ambayo inatarajiwa kuanza tarehe kumi hadi tarehe 21 ya mwezi Novemba mwaka huu 2025, huko Berlin Brazili. Nimefika hapa katika kijiji cha Changombe kilichopo kata ya Ndevelo manispaa ya Tabora, na kilichonileta mimi hapa ni mada moja tu, wakulima na utabiri wa hali ya hewa. Je, wakulima wa kijiji hiki cha Changombe wanaelewa nini kuhusiana na utabiri wa hali ya hewa na kwa namna gani unawasaidia na kwa vipi? Sasa serikali ya mkoa wa Tabora imeweka juhudi ama mikakati ya kuweza kuwasaidia wananchi kuweza kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi? Jina langu naitwa Hadija Omari Mazezele, kuwa nami mwanzo hadi mwisho katika makala haya. Ramadhani Maulidi ni mkulima katika kijiji hiki cha Chang'ombe ambapo nimemkuta akiendelea na shughuli za shamba. haya ndio mashamba yangu, na hapa nipo shambani najiandaa msimu wa kulima kwa msimu mwaka huu. Mwaka jana tumelima mashamba yangu yote makubwa, yote haya yanaonekana haya, lakini mapato yake nilipata mapato machache sana. Sasa hizi nipo kwenye maandalizi, na mbegu ndio hizo hapa tunajiandaa kupambana na msimu huu mvua, endapo ikinyesha, tunaomba Mungu, Mungu atusaidie. Na hapa anapaza sauti yake juu ya tabili za hali ya hewa, inatakiwa mamlaka ya hali ya hewa iwe na kutembelea na sisi ambao tuliokuwa vijijini, sio mjini tu peke yao, hata sisi watu wa vijijini itutembelee, itupe mafunzo hmm. Ikitupa mafunzo na sisi tutakuwa tunajielewa kumbe, ukifundishwa na ukabiliana na badiliko ya tabia ya nchi kwa sababu wasipofika huku sisi tunakuwa tunajiendea tu kama gurudumu, hatuelewi mbele wala nyuma. Kwa masiki liyopita kosekana iliniathiri kwa kiasi kikubwa, hata chakula nilikosa, mahindi yenyewe nilikosa. Ukiangalia eh, huwa napanda mahindi, maharage, karanga, yote nilikosa. Kwa hiyo nienda kupata kiasi ni kidogo sana, hakikizi hata mahitaji, kwa hiyo nibaki na hangaika. Nao baadhi ya wakulima wakaeleza namna shughuli zao za kilimo zinavyoathiriwa kutokana na kukosa taarifa na hatua za kuchukua kukabiliana na hali hiyo, ambapo wakaiomba mamlaka ya hali ya hewa kufikisha taarifa kupitia njia mbalimbali mbali, ili hata maeneo ya vijijini ziwafikie. Zamani mvua ilikuwa kama ikija jua imekuja, kama ikiandama kwenye mwandamo wa mwezi, yaani ikienda gizani ni siku chache sana, yaani ni kama kumi tu, mvua hii inarudi tena mwezi unaandama. Sasa hmm. Siku hizi kama uki, ukiwa gizani mwezi, yaani tunapata matatizo makubwa kabisa, yaani siku karibuni ishirini kukuta mazao imeshakauka na inakuja imeshaharibu sasa. Tunaomba serikali ituone kama wakulima, haya mabadiliko sisi wakulima ni nini sasa, kinakuwa hivyo, mazao yote hatupati, na kuambia kuanzia mpunga, mahindi, karanga, ndo kabisa sasa. Na mpunga siku hizi ukipanda kama mvua, yani, unapanda hata ikiwaje, mbele ya kwanza unaona mvua ikienda hali zinapasuka utavuna. Nikizungumzia swala so zima la utabiri wa hali ya hewa, ni kweli binafsi mimi huwa nafuatia vyombo vya habari kupitia mamlaka ya hali ya hewa TMA, kwamba huwa wanatoa taarifa kwamba msimu huu huenda kukaa kuna mvua nyingi au mvua chache au ziko chini ya wastani. Kwa hiyo wakulima walime kutokana na hali iliyopo kwa msimu husika, wachukue tahadhari, walime mapema lakini pia waweze kulima mazao ambayo yanastahimili ukame. Lakini wapo baadhi ya wakulima wanapata taarifa kama mimi, lakini baadhi ya wakulima ambao wapo taarifa hizi huwa haziwafikii. Sasa, inakwenda kupelekea changamoto kubwa sana kwa wakulima kuto kufikia malengo kwamba nalima, lakini hajui msimu, je, yeah, utakuwa ni msimu wa mvua wa hali gani. Lakini tunatamani sana kwamba hawa eeni mamlaka husika wawe wanatoa taarifa mara kwa mara kwa njia mbalimbali mbali, kwa sababu wakulima wengi hawana TV wata na TV na baadhi ya watu radio tukuskiza na kwa ni changamoto. Kwa hiyo wawatumie maafisa ugani wa, wa kata maafisa ugani wa vijiji wa wawe wanapokwenda kuwaelimisha wakulima basi wawe wanaenda na, na taarifa mbili za kuwapa taarifa ya hali ya hewa lakini pia na waweze kulima mazao ya aina gani ambayo yanaweza kukomaa kwa muda mfupi na ambayo yanaweza kustahimili ukame. Utabiri wa hewa unaposikia, unakupa muda fulani, unajipanga kwamba hii mvua mwaka huu itakuwa hivi, inaweza ikawa mvua ndogo au inaweza ikawa mvua kubwa. Kama msimu tunaomalizia, mvua ilikuwa ndogo, watu vyakula hatujapata, mitaji inakuwa midogo, kwa sababu chakula watu tunakuwa hatuna. Tulitoa utabiri tarehe 17 mwezi wa kumi msimu umeanza, lakini tuka, kikao hichi kimesaidia kuweza kutoa mwenendo sasa unaendaje baada ya utabiri ule kutolewa na wenzetu wa kila wilaya za Tabora waweze kuja sasa na ushauri kutoka katika wilaya zao, kwa sababu wilaya hizi zinatofautiana, wengine wanalima labda nini, mahindi, wengine wanalima mipunga, wengine wanalima tumbaku na vitu kama hivyo, kwa hiyo athari hizi za, za hali ya hewa zitakuwa na impact tofauti katika kila wilaya, lakini kumekuwa na changamoto kidogo kwa mkoa wa Tabora kama ambavyo mnaona e, kumekuwa na kusuasua, lakini kusuasua huku kumesababishwa na kupata upepo dhaifu, yani kistaalamu naitwa western winds kutoka misitu ya Kongo. Misitu ndio ambayo inapeleka unyevunyevu hewani, mwisho wa siku unatengeneza mawingu na baadaye tunapata mvua. Kwa hiyo hali zetu za hewa za upande huu wa magharibi kwa kiasi kikubwa pamoja na mifumo mingine ya hali ya hewa lakini imekuwa inategemea zaidi mipepo zile zenye unyevunyevu nyevu zinazotoka kwa misitu ya Kongo. Sasa tangu msimu umeanza, pepo hizo zimekuwa dhaifu kidogo eh, zinaitwa westerly wind. Kwa hiyo tumekuwa na weak westerly wind, lakini kadiri mifumo inavyojijenga ya hali ya hewa kadri mifumo inavyozidi kuimarika tunategemea siku za usoni, hasa kuanzia wiki ya pili ya mwezi huu wa Novemba, hali itaimarika kidogo, kutakuwa na ongezeko na hata Tabora inaweza ikawa na ongezeko la mvua ukilinganisha na vile tulivyoanza. Tumekutana na e, wataalamu wetu wa kilimo kutoka halmashauri zetu zote e, pamoja na meneja wa kanda wa mamlaka ya hali ya hewa kwa lengo la kujadiliana kwa kina kuhusu mwenendo wa mvua ambazo tulikuwa tunatarajia zianze katika msimu huu wa kilimo, ambazo kulingana na utabiri wa hali ya hewa ni kwamba mvua hizi zime zimetabiriwa kuwa zitakuwa e, chini ya wastani hadi wastani, na tumepata ufafanuzi kwamba kuwa chini ya wastani manake kwa ujumla zitakuwa ziko chini ya kile kiwango ambacho tumezoea katika mkoa wetu wa Tabora. Kwa hiyo ili tuweze kuwasaidia wakulima wetu e, wajipange vizuri hasa e, kuhusu mazao ambayo wanapaswa kulima e, tukaona ni vyema tukutane wadau tuzungumze, na kimsingi wataalamu wetu waweze kuwashauri wa wakulima e, namna wanavyotakiwa e, kujihusisha katika kilimo katika msimu huu e, kama mvua zinakuwa chini ya wastani, maanake kuna mazao ambayo wanatakiwa wayalime, ikiwa ni pamoja na ile mazao ambayo yanastahimili ukame kama mazao ya, ya, ya mizizi e, kama mihogo pamoja na viazi vitamu. Sasa tumezungumza tukasema, pale ambapo mvua zitakuwa nzuri, basi tabiri huu mvua mwelekeo wa mvua utakuwa mzuri, basi wananchi wanaweza wakaendelea kama kawaida na kulima mazao ambayo tumezoea kwenye mkoa wetu ambayo ni mpunga e, kuna mahindi e, kuna mtama e, viazi vitamu na mazao mengine kwa upande wa mazao ya chakula, lakini kwa upande wa mazao ya biashara tuna pamba, tuna pamba, tuna, e, tuna, tuna tumbaku. Kwa hiyo ni tumeelekeza kwamba wakulima we, we, maafisa wetu maafisa ugani wafanye kazi kwa ukaribu sana na wakulima, ili wawaelekeze kila wakati namna ya kuweza kushiriki katika kilimo ili kukabiliana na hizi athari za, za hali ya hewa.